Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tuna e, kutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Nakumbuka nilifanya uchambuzi kwa kina zaidi e, kuhusu mwana sheria mkuu wa serikali AG aliposema ya kwamba haiwezekani mtu anachochea machafuko nchini na bado anabaki akijisifia kwamba, na bado tena, AG mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari akasema ya kwamba atahakikisha ya kwamba anashirikiana na ofisi ya DPP, yani mkurugenzi wa mashtaka nchini kuhakikisha kwamba Mange Kimambi anarudishwa Tanzania nikachambua kwa kina zaidi namna ambavyo sheria za Marekani e, zinawalinda raia ambao ni wa kigeni, lakini pia kwa namna moja ama nyingine watahitajika kurudishwa katika mataifa yao kutokana na sababu za mambo ya kisiasa ama kukosoa serikali kama ambavyo Mange anafanya nikachambua namna ambavyo sheria zinawalinda, lakini pia Mange akamjibu AG kwamba itakuwa ni vigumu mno kwa yeye kurudishwa Tanzania, na hakuna mtu yeyote kutoka Marekani au serikali ya Marekani au mahakama za Marekani ambazo zitakubali na kutia saini Mange kurudishwa Tanzania. Siku moja kabla ya hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nikizungumzia siku ya jana ambapo tumeshuhudia hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo kwa namna moja ama nyingine imegusia machafuko yaliyotokea Tanzania kuanzia Oktoba 29 na kuendelea, ambapo idadi kubwa ya Watanzania walipoteza maisha, ingawa mpaka sasa haijulikani ni Watanzania wangapi waliopoteza maisha, lakini serikali imeweza kutaja e, mali za umma ambazo ziliharibiwa, lakini kwa upande wa uhai wa watu hakuna idadi ambayo imetajwa ikielezea idadi ya watu waliopoteza maisha. Siku moja nyuma Mange aliweza kuwaambia watanzania ya kwamba amekwisha amekwisha. Kwa sababu gani? Akasema kwamba serikali ya Tanzania imemfungulia kesi ambayo anadai ya kwamba amekwisha, lakini mwishoni akasema kwamba ni ngumu mno kwa serikali ya Marekani kukubali kumrudisha Mange ya Tanzania, kwamba jambo hilo halitawezekana. Mange akasema kwamba hata ikitokea mmefanikiwa kunirudisha Tanzania nikiwa airport, nimeshushwa tu, bado nitazidi kuzungumza hiki ambacho ninakizungumza. Maneno mengine siwezi nikazungumza, ni magumu mno, ambayo aliyazungumza Mange. Lakini akasema kwamba kesi yake inasikilizwa Tanzania kuanzia siku ya tarehe tatu, ambapo leo Mange amefunguliwa kesi ya uhujumu uchumi Tanzania ambapo anahitajika mahakamani. Narudia tena Mange amefunguliwa kesi ya uhujumu uchumi Tanzania na anahitajika kupika mahakamani. Mwanaharakati maarufu kwenye mitandao ya kijamii Mange Kimambi ambaye anaishi Marekani amefunguliwa mashtaka ya uhujumu wa uchumi nchini Tanzania akidaiwa kujihusisha na utakatishaji wa fedha kiasi cha shilingi milioni 138.5. Kesi hiyo ya jinai imepewa namba 00021172 ya mwaka 2025, imefunguliwa na Ime na Jamhuri tangu Agosti 28 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam na imepangwa kutajwa e, Disemba 4 yani kesho mwaka 2025 mbele ya hakimu mkazi mkuu Hassan Makube. Kesi hii inatajwa kesho. Mange alisema kwamba kuanzia tarehe tatu tarehe 4 na tarehe tano hapo katikati kesi yake itatajwa mahakamani akiwataka watanzania kufika kwa wingi mahakamani. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka inadaiwa kwamba kati ya mwezi wa tatu tarehe moja na tarehe thelathini na moja ya mwezi wa tatu yani Machi moja na Machi 31 mwaka elfu mbili na ishirini na mbili katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, Mange alijipatia shilingi milioni 138.5 akifahamu kuwa fedha hizo ni zao la uhalifu. Inadaiwa ya kwamba alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali pamoja na kuzidai kwa bitisho. Shtaka hilo linaangukia kifungu cha 12 sehemu ya kwanza D na kifungu cha 13A cha sheria ya utakatishaji fedha sura ya 423 ya mwaka 2019 ikisomwa sambamba na sheria ya uhujumu uchumi. Asubuhi ya Desemba 2 mwaka 2025, video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ilimuonesha Mange akithibitisha ya kwamba amepokea taarifa kuhusu kufunguliwa kwa kesi hiyo, akidai kuwa serikali ya Tanzania imezamilia kumrejesha nchini Tanzania. Sheria ya kurejeshwa kwa watuhumiwa kutoka nje ya nchi extradition act ya mwaka 2019 inatambua kwamba utakatishaji fedha ni kama mojawapo ya makosa yanayoweza kupelekea nchi kuomba mtuhumiwa kurejeshwa nchini. Hatua hiyo mpya inakuja takribani mwezi mmoja baada tu ya mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari kueleza kuwa ofisi yake inaangalia uwezekano wa kumchukulia hatua Mange kutokana na tuhuma za kuhamasisha maandamano. Akizungumza muda mfupi tu baada ya kuapishwa katika waazifa huo jijini Dodoma, Hamza Johari alisema serikali inatumia mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na Marekani kutathmini uwezekano wa kumrejesha Mange Kimambi nchini Tanzania. Alisema haiwezekani mtu amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia mwonekano anawaambia watu wakafanye hivi, wanaenda kufanya kweli, halafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kizingine. Lazima tumkamate na kuambia DPP, yani mkurugenzi wa mashtaka nchini, huyu lazima tumkamate, tuangalie kama kuna makubaliano na Marekani, tuangalie, tufikiri, lakini hatuwezi hawezi kutuambia kwa kiasi hicho yaani anakubali kuwa hicho alichopanga kukifanya na bado atafanya zaidi sasa tunamwachaje alisema mwana sheria mkuu wa serikali AG hamza johali punde tu baada ya kuapishwa johali alisema kwamba ofisi yake imeanza kufanyia kazi swala hilo kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama na kwamba hatua zitachukuliwa kwa kuzingatia sheria pamoja na mikataba ya kimataifa. Alisisitiza kuwa matukio ya uharibifu wa mali za umma ukiwemo kuchomwa kwa gari la ofisi ya mwanasheria mkuu yamevunja sheria na kwamba serikali haitaacha jambo hilo bila kuchukua hatua. Hii ni taarifa ambapo kesi ambayo Mange amefunguliwa ya uhujumu uchumi Tanzania na atahitajika mahakamani. Kesi hii itatajwa e, siku ya kesho kama nilivyokuambia hapa, na kosa la hujumu uchumi ni moja kati ya makosa ambayo e, serikali ya Tanzania ina uwezo wa kuiomba Marekani ya kumrejesha Mange Kimambi nchini Tanzania. Mange, kama nilivyokuambia, aliweza e, kutuonesha hati hiyo ya mashtaka na kila mmoja anasubiria kitu gani kitatokea, lakini kwa upande wangu nilisha eh, kuchambulia kila kitu pia eh, uwezekano pamoja na sheria pia, namna ambavyo zinamlinda mwanaharakati kutoka nje ya nchi ambaye yuko Marekani endapo eh, atahitajika katika nchi yake eh. Na ukiangalia Mange amekuwa ni mkosoaji mkubwa mno wa, wa serikali. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine eh, serikali ya Marekani pia itaangalia kwa namna Mange ambavyo anafanya Mange kwa namna ambavyo anafanya, wanaamini kabisa kwamba kwa namna yoyote ile serikali ya Tanzania inaweza kufanya jambo lolote kuhakikisha kwamba Mange anarejeshwa Tanzania. Lakini je, sheria e, zinasemaje? Marekani watakubali kumrudisha Mange Tanzania? Tusubirie tuone mwisho utakuwa ni upi. Lakini pia video ya Mange tuliona akielezea namna ambavyo amefunguliwa kesi na serikali ya Tanzania na kesi hii ni kesi ambayo e, serikali inaweza e, inaweza e, ika, ika, ikaomba Marekani waweze kumrejesha Mange e, Tanzania. Mange wakati ameposti video hiyo pia aliandika hapa kwamba ndugu zangu, serikali ya Tanzania inanitaka haraka sana na nikija nataka wanifanyie kama walichowafanya wanaharakati wa Kenya. Kesi yangu inasikilizwa kesho kutwa Kisutu, naomba mkasikilize, yani tarehe 4. Kama hujaniuliza how come economic case. Mange anasema kwamba kama hamjajiuliza ni kwa nini nimekuja kuwa ni kesi ya hujumu uchumi. Hiyo kesi wameipika kutoka kwenye benki akaunti yangu ya CRDB ambayo last transaction ilikuwa mwaka 2023. Akaunti hiyo ilifungwa mwaka jana mwezi wa nne, wiki moja baada ya mimi kuwaambia humu kuhusu tabia zake zile akishalewa. Benki account ilifungwa ikiwa na dola 1040, hela ambayo sina hata time nayo. Nilishaisahau hata hiyo benki account. CRDB ni mapapeti wa serikali eti nimemtukana rais, alafu CRDB fasta wakanifungia akaunti bila hata kunitaarifu. Mange akaadresi hivyo na kuelezea kosa hilo la uhujumu uchumi limekuja vipi. Watu wengi hapa wametoa maoni yao kwenye chapisho hili la Mange, lakini niseme tu pia una nafasi hapa ya kutoa maoni yako na tusubirie kuona nini ambacho kitatokea. Kubwa ka karibu nasi na endelea kutufuatilia kwa kina zaidi e, tutakuhabarisha nini ambacho kimetokea mahakamani. Nimejaribu pia kukuelezea kupitisha uweze kuelewa kesi hii ambayo Mange amefunguliwa inahusiana na nini na sheria pia e, kupitia kesi hii ya hujumu uchumi, na kwamba serikali ya Tanzania ina uwezo wa kuiomba serikali ya Marekani kuweza kumrejesha Mange Tanzania. Kutokana na kesi hii tusubirie tuone mwisho wake, na nishafanya uchambuzi mara nyingi sana kuhusu Mange kuja kurejeshwa Tanzania. Unaweza kupitia kwenye posti za nyuma pamoja na sheria za Marekani, namna ambavyo wanawalinda raia pamoja na vitu vingine kubwa. Endelea kukaa karibu nasi kila wakati.